Budget ni mwongozo, uh, ni, ni mtiririko ambao unakuonyesha mapato yako lakini na matumizi yako. Sasa so, changamoto moja ambayo hata mimi nadhani ninapitia ni kwamba nilipitia ni kwamba kuona kwamba labda unatakiwa uwe na hela nyingi ili uweze kufanya budget. Lakini ukweli ni kwamba hata katika matumizi ya nyumbani tunafanya bajeti. Lakini hii hatujazoea sana kuiweka katika uhalisia wa maisha yetu, mengine kama ntakunta ntavaaje, ntaendaje kununua kitu fulani, yaani ule mpangilio hasa wa matumizi ya mtu binafsi. Lakini bajeti, mantiki yake ni mtu aweze kuwa kuainisha matumizi yake, lakini na kipato chake na kwa kutumia bajeti ndipo ambapo tutaona, je, kipi kinazidi kati ya matumizi au mapato. Na kama je, mapato ni madogo kuliko matumizi, mtu anaweza kutumia njia gani, au anaweza kuchagua njia sahihi ya yeye kutumia ili kuweza kuongeza kipato chake, ambacho kwa namna moja au nyingine kitakidhi mahitaji kwenye upande wa matumizi yake. Kwa hiyo bajeti inaweza kutuonyesha kwamba matumizi ni kiasi gani na mapato ni kiasi gani, na hii inatuelekeza au inatupa mwongozo wa sisi kuona kwamba, je, kati ya mapato na matumizi kitu gani ambacho kinatakiwa kiboreshwe, ama kiachwe hivyo hivyo, ama kiongezwe. Kwa hiyo budget ni sehemu muhimu sana kwenye maisha ya mtu yoyote na kwenye kupangilia namna ambavyo anaenda kufanya mambo yake. Kwa hiyo kwa kwanza, mimi naona ili mtu aweze kupanga bajeti yake vizuri, ni lazima pia aainishe matumizi yake ni vitu gani, kitu gani ambacho kinamfanya yeye atumie hela. Lakini pia unatakiwa uainishe kwa maandishi, kwa kuandika kwamba mimi kwa mwezi ama kwa wiki napata mapato kiasi gani, na hii ndiyo itatusaidia kuweza kupanga. Je, bajeti yangu niipange kwa wiki, ama niipange kwa mwezi, ama niipange kwa miezi sita, ama niipange kwa mwaka? Kama vile ambavyo nchi inapanga bajeti, ndivyo mtu mmoja mmoja anatakiwa kupanga bajeti yake. Kama mapato yako ni elfu tano, panga matumizi katika elfu tano hiyo matumizi yangu ni haya. Pale ambapo unaona kwamba mapato yako ayaendani na matumizi yako na, je, hayo matumizi ambayo yamezidi, je, ni ya lazima au ni yale ambayo unafanya tu kwa sababu mtu mwingine amefanya. Kwa kupitia bajeti tunaweza kuainisha mapato ni yapi, matumizi ni yapi, je, wapi pana uzito, wapi panatakiwa kuongezwa, wapi panatakiwa kupunguza. Leo nilitamani kushare umuhimu wa kuwa na bajeti. Hivyo mtu yoyote anaweza kuanza bajeti kwa kuchukua peni na karatasi yake, kuainisha mapato yake, lakini kuainisha matumizi yake, na pale ambapo ataona kuna upande ambao unapelea, kama ni matumizi yamezidi kuliko mapato, anatakiwa atumie njia gani hapo sasa ndo unaanza kutafuta njia za kuweza kukuza kipato ili kuweza kumudu matumizi. Asante sana, unaweza ku comment hapo, unaweza kusubscribe pia kwa ajili ya kuweza kupata mafunzo kama haya, na lakini pia tujitoliane, lakini pia kila siku tunajikumbusha na kila siku ni siku ya kujifunza. Kwa tuko hapa kujifunza na mimi pia natamani kujifunza kwa mtu yote ambaye ataona video hii, comment hapo, lakini pia kusubscribe kwenye page yetu kwa ajili ya video zingine zinazokuja